Bana, mambo vipi? Sasa nataka ni kuonyesha maisha ya watu ambavyo wanaishi hapa Marekani kwenye kulingana na, na season tofauti tofauti, lakini leo nataka tuangazie wakati wa summer, twende uh, kwenye zoo tuangalie ambavyo watu wana, wana, wana, wanapenda kufanya mambo gani watu wanafanya wakati wa summer na maisha yake, lakini tutakuwa tunaleta video mbalimbali kuonyesha namna ambavyo watu wanaishi kwenye season ya winter, watu wanaishi kwenye spring, watu wanaishi kwenye fall. hivyo vyote vitakujia vita, vita hapa hapa kwenye uh, Life in America. Ninachokuomba tu, fanya kitu kimoja, ingia hapo juu kwenye alama ya subscribe, alafu bonyeza, kisha bonyeza hiyo alama ya kengele, ili kadri ambavyo tunakuwa tuna upload hivyo vitu mbalimbali kulingana na maisha ya watu Marekani, kazi gani watu wanazozifanya ili uweze kufika Marekani unaweza ukapitia njia gani, lakini pia uh, vitu gani ambavyo utavifanya ukifika huku, kazi zako ambazo unaweza kukuta una kazi. Watu wanasema Marekani kugumu, wengine wanasema Marekani sio kugumu. So uh, subscribe channel hii ya Life in America, alafu utakuwa unapata update tofauti tofauti namna gani ambavyo watu wanaishi kazi gani ambazo watu wanaweza kufanya unaweza kutumia njia gani ili uweze kupata kazi za kuajiriwa za kujiajiri na vitu vingine kama, kama hivyo hii hapa ni life in america hapa niko barabarani sasa nimetoka home nataka nikupitisha sehemu uangalie ambavyo maisha yalivyo activities zinazofanyika lakini hii safari ni moja kwa moja mpaka zoo maana nataka niende kwenye zoo tuangalie wanyama wake zoo asilimia kubwa wakati wa sama ndio watu watu wanaenda zoo, unajua. Lakini wakati kishafika baridi, unajua watu wengi wapendi kukaa nje, especially kama hauna kitu maalum au kitu cha kufanya. Ndio maana wakati wa baridi kama hivyo, watu wengi wanakimbilia nchi ambazo hazina baridi, Afrika, Tanzania, Kenya, you know so like that. Hapo ni barabarani, sapo ni njia ya kwenda zoo. Unajua, hapa ni gas station na vitu vingine kama hivyo lakini, yani uh, huku Marekani ukipita hatua kadhaa unakutana na, na, na mgawa yani, watu wanapenda sana kula ma junk food you know, kila dakika chakula, kila hatua kumi chakula, kila hatua kumi yep. So kuna baadhi ya maeneo yanakuwa umetulia kama hivyo, ukiangalia tu kuna miti upande wa kushoto, miti upande wa kulia, miti yani inakuwa imependeza kweli kweli, barabara safi na vitu vingine kama hivyo, unatembea so, hapo ni njia ya kwenda zoo. Barabara iko kam, kama hivyo yaani imetulia kweli kweli, anajua. So yep, tuende zoo tukaangalie zoo kuna nini ambacho kinapatikana. The best thing ambacho unaweza ukakipata ki, uka na wanyama. Je, wanatoka huku huku kweli au wanachukuliwa Afrika, halafu wanachukuliwa Afrika, alafu wanaletwa wanaletwa wanaletwa Amerika. so hapo ndo geti sasa, hapo ni parking yoyote, unaona hiyo hapo imeandikwa Columbus unajua zuu tayari tulishafika hapo, so yep, hapo sana naenda kulipia, ndio sehemu ya kulipia kukata tiketi, kwa sababu hapo uzuko pita tayari, hapo nishakata tiketi yapo. Yep, hapo nimeingia sasa ndani, natafuta eneo gani uh, la kuanzia. Watu ni wengi, unaona kama hivyo, eh yani kila sehemu kuna, kuna, kuna sehemu za kula, migawa ya kula Umeona, alafu kuna michezo mbalimbali ambayo unaweza ukacheza hapo. Imefika unaona au, kuna au, samaki wako chini ya hapo, kama nini inaitwa, ni kama, ni kama, ni kama, ni kama pool. Lakini kwa ajili ya samaki tu hivyo wanat, wanatembea wenyewe unaona chini yani, samaki tofauti tofauti kwa hapo, niko na rekodi kidogo, na chukua zao picha wanavyocheza, umo wanazunguka wanatembea unaona, yani so funny yani, very very funny haya, hapo sana. Toka na naingia sehemu nyingine hapo, au ni skunk au wadudu wanapuliza, wana, wana wakipuliza maji kutoka kwenye mkia wao huko, yani ni wananuka vibaya mno, hata akifa kwa mfano akifia hapa sasa hivi, oh my god, unaweza harufu hiyo, eneo linajaa lina harufu lina, lina, lina, lina, lina, ya yao. Haya, nikafika hapa samaki ukitaka kuwachezea kuwa kama hivyo, yani kuna watu wanachezea, lakini cha kwanza unatakiwa uoshe mikono alafu kishaweza kuosha mikono yako unapewa dawa fulani kwenye mikono ili kusudi usije ukawa uka, uka, uka, uka, uka ukawaathiri au samaki. Kwa hiyo kuna watu kama hivyo wanataka kucheza, unaona, kama pale watu wanaingiza, wanawachezea, wanawashika, huyu anaingiza anawalisha chakula hapo, safi kabisa yani So hapo kama unavyoona sasa, hayo nikaingia hapo hapo, nilicheza, lakini sikupata video, sikuweza kurekodi video ya kupanda hapo juu. Lakini hiyo dude, ukikaa kama una roho ndogo, uweze kutembea hilo dude linavyozunguka huko juu, oh my god, watu wanaenjoy kweli. Mimi nilitembea hapo, nilipanda hilo dude, lakini sikuweza kurekodi kwa sababu hali ilikuwa ni mbaya ukishika simu, kwa sababu lazima uhold kwa nguvu sehemu. Kwa hiyo ukiachilia ukashika simu au kamera, unaweza kukuta kitu chako kinadondoka na kinapotelea kina, huko chini. Basi hapo sasa nikasema nataka niende kwenye wale big 5 nani 5, uh, wale big 5 wale uh, kwa sababu unajua hata Tanzania ukiingia uwezi kuenda bila kuona simba ukiingia mbuga wanyama. So hapo nikaenda kwenye tembo, lakini tembo sio mkubwa, bado sijafika kwa hiyo tembo mkubwa. Kwa hiyo hapo ni mmoja, unaona hivyo, anatembea, umehifadhi sehemu yake, anatembea hivyo, safi kabisa you know? Aya, nikasema no, nataka niende kuendelea kuona wanyama wengine. Nikazunguka ka kamdudu sijui hata kanaitwaje, nilitafuta jina lake afu nikakosa. Aya, nikasema hapa sasa unafika, inakuonyesha ramani unapotaka kwenda, unataka kwenda kwa wanyama gani eh, unataka kwenda kwa wanyama gani, unakuletea hapo wote kwao afu nakupa direction sasa. Kwa hapo nikaenda kwa huyo chita, umeona, nikaangalia, alisema alikuwa amelala, yani unatamani paka umrushie jiwe ili ageuke umuone. Basi nikajaribu kuvumilia kama dakika kumi hivi amke, amelala. Nikasema bana, ya kunichosha nini? Ngoja nitembee zangu. Lakini na kusii tu unaoangalia video hii, tafadhali subscribe hapo kwenye alama jua leo ndiko subscribe, alafu bonyeza alama ya kengele ili kuweza kunitia moyo kufanya mengi ninayofanya na kukuletea maisha ya Amerika ili uweze kujua nini kinaendelea hapa Amerika, watu gani, vitu gani, vivutio gani, watu gani wanapenda kufanya vitu gani. Haya, hapo nikafika tena kwa huyo tembo mwingine, ambaye wanakuwa ya lakini sio mkubwa kivile, pia kama ambavyo tumewazoea wale wa Tanzania, you know. Basi nikasema no, lazima nitembee, lazima niwaone wale big five, yani sijaona. Hauwezi kwenda sehemu yoyote kwenye mbuga ya wanyama au kwenye zoo kama hivyo usione mnyama kama simba na nini, unajua ko nikataka kuangalia pia hapo, nikakutana na punda ha. Kuna wanyama tofauti tofauti, yani wanyama tofauti tofauti. So hapa uh, nikaangalia, ukaona mbuni kama hapo hivi unawaona, wamehifadhiwa mbuni tofauti tofauti pia wako hapo, unajua. Kasema no, yani lazima niende kwenye big five, lazima tende. Haya, nikafika hapo kwa simba Kakuta wamelala, dume na jike. Sasa, hapo, hapo kuna kioo ambacho ndio kinawatenganisha simba pamoja na huku walipo watu unajua. So, kama unavyojua simba hivyo mkali na nini. So nikakuta wamelala hapo, ni bedtime karibia nusu saa, lakini hawaamki inaonekana, walikuwa wamesha cheza na watu kuwakimbiza kimbiza, kimbiza hivi na hivi kwenye kioo hapo, wamechoka kwao wamelala, jaribu kukaa, ni bedtime kweli yani, lakini hawakuamka ya nikazunguka tena, baadaye nikarudi, bado wamelala. Mpaka wakati naondoka nikakuta wamelala hivyo hivyo, nikasema basi haina shida, nitatafuta tena siku nyingine nitawaleta. Nikasema ngoja niangalie hapa chini kuna nini, nikaangalia nikawakuta Kasongo wako hapo, unajua, na wenyewe wako hapo chini wametulia, wanakula kula zao wame, wako eneo karibu na simba, lakini wametenganishwa, kwa simba wako juu, alafu wamezungushiwa vile vioo, alafu hao huku chini wako hivyo. Alafu hapa sasa nikapita nikakutana na chui sasa chui wamelala na hapo pia kuna kioo. Yaani usione hivi ni kioo hichi kinachowatenganisha kati ya wao na wanadamu. Lakini hawa chui wanafugwa na watu. Kwa sababu hiyo nyumba hiyo ndio watu wanamo hapa, wanaokaa humo, wanaopa chakula na nini, na sometimes wanaingia humo ndani. Kwa hiyo wanakaa humo ndani. Kwa uh, ajili ya maonyesho na nini, lakini baadaye wana, wana wana wana sasa wanakaa hapo kwenye majani, watu wanakuja kuangalia kama vivutio hivyo, alafu baadaye wanaingia wanaingia ndani. So ya, ni sehemu moja nzuri sana ya kuenjoy yani kama unataka kuenjoy ukiwa uh, kama huku unataka unataka ile memory ya kuangalia wanyama wa nyumbani na nini, basi unakuwa unaenda kama sehemu kama hizo. af hata sio gharama sana yani sio gharama sana . Kwa hiyo wakati wa sama watu pia wanafanya kitu kama hiki. Yaani, ili uweze kuenjoy sama yako unatoka sehemu sehemu, unaenda kuenjoy, unaenda picnic, unaenda sehemu kama hizo za wanyama unaenda kwenye michezo. Aya, unaona hapo hivi anafungua akafungua mlango mtu ambao anawa, anawa, anawa, anawa, anawafuga, kuna chui kama hivyo unaona, anawatupia watupia chakula ni chakula unaona. Yuko nao vizuri kabisa. Alafu mwingine yule kule ndani kwa hiyo lengo nadhani walikuwa wanataka wamtoe huyo wa ndani. Ukiangalia hapo akishatoka watamtoa, akishatoka wanamvuta kama hivyo atoke, afa kishatoka nje wana wanafunga mlango. Kwa wanakuwa wanataka wamtoe. So uh, very good moment. Nili enjoy, you know what I'm saying? Ka enjoy kweli yani, kuangalia wanyama nikakumbuka pia Nairobi, ngalia wanyama. Basi hapo hivi sasa kwa hawa wakubwa kama hivyo unaona kama hivyo twiga wao sasa wenyewe wako kwenye uzio, lakini hawachangamani na wale wanyama ambao wanakula nyama. Hawanaokula majani kama nyumbu, unaona wale kule. Twiga wao wana wana kama maisha yao ya nje peke yao. Na hope you enjoy till next time. Usisahau kusubscribe, like kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata matukio mbalimbali kila ambapo tunakuletea video mbalimbali kutoka kwenye chaneli yetu ya Life